Mbio hizo zimehusisha wanariadha wanaokimbia umbali wa kilomita 21, kilomita 10, kilomita 5 pamoja na kilomita 2 na nusu kwa ajili ya wa watoto. Baada ya mbio hizo, waratibu kutoka taasisi ya Same Quality Foundation wanasema kiasi cha shilingi milioni 24 kimepatikana, lakini upande wa chama cha riadha mkoa wa Arusha unasisitiza umuhimu wa kuwashirikisha wanariadha wa kimataifa kwenye mbio za msimu unaofuata mbio. Uh, kwa tathmini ya awali kabisa, imekuwa na mafanikio, lakini kikubwa zaidi sio wingi tu wa watu, ni wingi wa watu ili kuweza kupeleka ujumbe kwa watu ambao walengwa ni watoto wenye midomo wazi, ambao sisi tunawasaidia katika uh, nchi hii ya Tanzania. Sisi kama chama tunawasisitiza, tuna waandaaji hawa e kwanza waendelee kufanya shughuli hii ya, ya, ya maandalizi, lakini vilevile ikiwezekana mwakani waweze basi hata kufanya iwe elite kwa ajili ya wale wachezaji wetu wa kimataifa waweze kushiriki, itakuwa ita vizuri zaidi kama watafanya pia iweze kuwa na elite kwa ajili ya, ya wanariadha wetu hawa ambao ni wa kimataifa. Nimejisikia vizuri shir, kushir, kushiriki kwenye mbio hizi ili kuwasaidia watoto wenye midomo wazi watoto wenzetu ili waweze kukua kwenye maadili mema na, ku, na kusoma vizuri kama sisi tunavyosoma, wawe wazima waafya na waendelee vizuri na masomo yao. Mbio hizi zinazofanyika kwa msimu wa pili sasa, imeshuhudiwa mwanariadha Solomon Molel akiibuka kinara katika kundi la kilomita 21 kwa wanaume, huku Konsolata Limo akiibuka kidedea kwa upande wa wanawake. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha.